Kuelekea mechi ya Simba ameanza kununua tiketi kwa wingi. Muda huu hapa, huyu ni Pasi Milioni akiwa amekuja hapa na kadi zake kwa ajili ya kununua tiketi ya mchezo huo. Hapo baadaye ni nyingi. Pasi Milioni sio nani bana, fresh fire moto baadayeii nyingipaiatnamshukuru sana Mwenyezi Mungu garema nipo katika jambo letu, target ni ku support timu yetu. Sasa basi nimekuja kukata tiketi na wanangu hmm, eh, target yangu ni kadi tisa, sasa bado mbili

na kikosi jisikilivu sina wasiwasi wanayote, na imani kabisa tutapata matokeo sahihi, pasi na shaka. Anao, tumejipanga tuko vizuri, tuko faya, tuko moto kao, sina wasiwasi wanayote. moja ya timu ambazo zinawasumbua sana ni Azam FC. wana wachezaji wazuri, ubora wa kikosi, kocha mwenye CV nzuri, japo matokeo si rafiki sana kwenye mechi zilizopita. Hii haiwapi hofu kama mashabiki? Ah, Ibenge anatuelewa. Ibenge anatuelewa. Ibenge anaelewa Simba na katika timu ambazo wanazoziheshimu. Kwanza ni kocha mzuri Ibenge. Lakini Simba Sports sisi ni wazuri. Paka yeye mwenyewe anaelewa kwamba Simba ni timu ya gani. Kwa hiyo mchezo utakuwa mwepesi kivi lakini kwa Ibenge anaelewa Simba ni timu ya gani. Na isitoshe tuna kocha Matola ndio atakayekuwa kocha sasa hivi kwa mechi ya leo. Kwa hiyo Ibenge naye kashakutana naye mechi nyingi kwa hiyo anaelewa Ibenge anatumia mfumo gani na aende na mfumo gani. Inategemea tu wachezaji jinsi watakavyojituma. Kwa kudura zake Mwenyezi Mungu, naona tunaenda kupata matokeo pasi na shaka na yote. Lakini leo chini ya Matola, mnaamini anaendeleza ile rekodi yake? Maana alisimamia michezo mitatu ya ligi mpaka sasa hivi akishinda goli tatu tatu, lakini na clean sheet. Ha, Amatura ni kocha mzuri hakuna asielewa. Amatura ni kocha mzuri mwenye redio ile ya juu na amekaa na makocha wengi akiwa ndani ya Simba Sports na mafanikio mpaka anaenda South Africa wakati kuna timu iliitwa Transport ilimchukua. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwanza anaujua mpira wetu unachezwa kwa stili gani. Matokeo ya mwisho pia sio rafiki kwao. Pamoja na hivyo, target ni alama tatu lakini naona Simba yangu tukipata alama tatu. Eh, pasi na shaka na wote. Lazimisha suluhu ya goli mbili hapa mchezo uliopita. Ah, hiyo ishapita. Sasa hivi leo tuko na Matola Veroni. Ah, tuna shaka wala nini? Tuko na Veroni, hatuna wasiwasi wale wote. Wana Simba wakisema kama vipi tumpe tu timu Matola mambo yasiwe mengi. Kwako ikoje? Haifiki wakati tu thamini vya kwetu. Unajua sasa hivi Tanzania vitu vingi ujue vina vyetu vyenyewe, lakini unavyona jinsi vilivyo improve. Ukiangalia, wako madaktari mabingwa vilevile wa kuweza kupasua wa mtu aina wa yoyote, wazawa wapo, kama dokta Mchele huko Mwimbili, dokta fiti kabisa na bingwa vile vile anaeleweka. Licha hivyo, wako marubani wengi wanaopaisha aeroplane nao wazawa. Kwa hiyo ifike hatua nao tusamini cha kwetu na sio Matola peke yake, timu karibu nyingi za ligi kuu ziwe na makocha wazao ambao tayari wana vyeti vyao. Wako makocha wengi wazuri na wana wana weredi wa hali ya juu, wako kina Mezilo, wako kina Mkwasa, wako kina Maximo hapo vile vile, eh, wapo kina Julio, wako kina wako kina Mbunda, wako kina. Yaani wako wengi ambao wamecheza mpira na wanaojua mpira na vyeti vilivyoonao. Wapee, ifikie tu nao, wapee. Wasaminiwe wakiwekwa waki milupu lupu na mibonasi kama ilivyokuwa kama kawaida, maisha yanaendelea tu. Shukrani. Pamoja pa, pamoja paka jengwe ibanda.